Hafla ya mchango kanisani iligeuka uwanja wa majibizano ya kisiasa baina ya ugombea wa kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Bungoma, wito wa siasa za heshima ukionekana kushamiri eneo hilo kama ni wewe. Ikiwa wewe unafungua kinywa chako kutoa matusi na kejeli, je, mambo hayo ni ya kujenga ama kubomoa? Nimi sitaki nyinyi kama Zakayo. Nikikuwa gavana yenu, ati mupande kwa muti ndio mnifikie. Jodele with me one on one, moja kwa moja, na nashughulikia mahitaji yenu na kusonga mbele It must, wako but, round ya kiti ya gavana inaendelea paka sako iishe ndiye ruti Kimilili Yes, kama ni watu utuko na akili. Viongozi hao walionyesha ubabe wao wa kisiasa. Baadhi walinukuu maandiko ya Biblia huku wengine wakitumia wosia kuwasuta wapinzani wao. Mimi naomba wananchi wa Bungoma. Hii dunia hakuna mtu mwenye hana dhambi. Kila mtu ako na dhambi. Hakuna mwenye, mwenye kujua dhambi ya fulani ni kubwa kuliko ya mwingine ni Yesu Kristo peke yake. Didmus na kuomba tu kwa njia mzuri. Ruti usimame kura Kimilili ya ubunge, na kama hutasimama utaanguka, na ukianguka kama uko na mbuzi, kama uko na mbuzi zake akianguka ataenda achunge hiyo. Lakini kupita kura, tutahakikisha ya kwamba moja kwa moja tutaongea na mama kwa mama, wazee kwa wazee vijana kama, vijana kama hawa ndio wao tutawajia yeye. Lakini tutahakikisha kwamba kura tumemaliza. Baadhi walitangaza wazi msimamo wao kuhusu ni nani wanaunga mkono katika kinyang'anyiro hicho. Mwakilishi wa kike kaunti ya Bungoma Catherine Wambilianga. Mgombea gavana wa Wambilianga akidai kuwa mgombea wa ugavana Timothy Wanyonyi ana uwezo wa kuleta mageuzi katika kaunti hiyo. Na mimi wanapenda Mheshimiwa Timu mbunge wa Westlands kwa sababu yeye hutembelea ndani ya makanisa. Yeye ni mtu ambaye ni mcha Mungu, mtu anaye, mtu ambaye ni mcha Mungu, kila wakati anapatikana ndani ya kanisa. Tunataka kiti inasunguka and this time. Hii kiti ni ya Timu wa Nyonyi kandui, na hakuna yule alileta, alileta timu Aidha, Wanyonyi alipuuzilia mbali madai ya baadhi ya wa wapinzani kwamba anasukumwa kisiasa. Mimi naomba kura kama Timothy Wanyonyi, ikiwa mtani kubali, basi ni mimi, wala si kivuli cha mtu mwingine. Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao. jina langu ni Felix Wanjala.